Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa za mchana wa leo, na moja kwa moja tuelekee kaunti namba 40 kwake Jen Jerotich, ambapo anatufahamisha kwamba wakazi wa Malaba wamelalamikia kuzorota kwa usalama katika mji huo, visa vya wizi vikiongezeka mno na kuwatia hofu wafanyabiashara na wananchi huu wa mpakani wa Malaba ni mji wenye shughuli tele. Madereva na wasafiri wa masafa marefu ambao huvuka mpaka huu kuelekea nchini Uganda na katika mataifa mengine ya Afrika Mashariki hupumzika hapa kabla ya kuendelea na safari zao. Ila sasa hofu imetanda kutokana na ongezeko la wizi. Juma moja lililopita Maafisa wa serikali kuu kutoka jijini Nairobi walidai kukadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya vifaa vyao vya kazi vikiwemo kamera na kipakatalishi kuibiwa katika vyumba vyao vya kulala vya hotelini. Idara ya uchunguzi wa jinai DCI ikiendeleza uchunguzi wao baada ya washukiwa wawili kukamatwa na kufikishwa mahakamani. Sioni kama kuna usalama wa kutosha Malaba unakuta watu wanakuja wanaibia watu wetu kwenye mahoteli kwenye kwenye nyumba za kulalia pale. Unakuja mtu amekuja pale amekuwa terrorist pale amenyang'anya mtu ambaye amekuja hapa kutuletea na amekuchangia juzi. Juzijuzi nayo katika hii hoteli yenye inaitwa Blue Sky tulikuwa hapa tukifanya kazi zetu, tukasikia mgeni alikuja, hata wengine sisi watu wa bodaboda tuliwabeba lakini ikafika mahali kufika huko tunaambiwa watu wameibiwa, so kumaanisha kwamba serikali hii isipotilia maanani, hata sisi tutakosa kazi ya kufanya. Wametoa changamoto kwa serikali ya kaunti ya Busia kuzingatia kuweka taa za barabarani, kwani zilizowekwa hazifanyi kazi. Mimi chenye ningelipenda kuhimiza wale, wale wenye hoteli kuu, tungelipenda kwa, kwa ajili ya security kwa ajili ya security Malaba hii tungelipenda hiyo hoteli waweze kutuwekea security za kutosha, kitu kama CCTV ziweza kupatikana, angalau wageni wetu wakiweza kuingia Malaba huu tutaweza kuwa na at least na security ya kutosha. Mara mingi tukijikuta pale tunasumbuliwa na upande wa stima tuko na biashara zingine hata kama za usiku, unapata kwa kama sisi, mwaona wana watu wa madereva wa pikipiki e, upande zingine kama ita moja pekee ndio iko pale town e, ukiingia huku ndani ndani unapata stima saa zingine, mvua ikinyesha tu hivi, stima inaenda, hatuna stima ya ukweli pale Malaba. Wageni wataogopa kwa sababu hatuna security light ya kutosha hmm? Na hatuna usalama ya kutosha. Naomba hawa wasaidiane kwanza, watafute usalama kulingana na hoteli ipate nini, tayari CCTV ndio wafanya kazi yao kwa usalama. Magari ya polisi ni kidogo, madereva hawa ukiangalia vile wako hapa Inataka na gari ya usalama, magari ya polisi kue mingi, isaidia kutembea usiku kwa sababu ya kulinda maisha yao. Security ni wananchi, tutashirikiana pia na kikosi ya polisi kwa sababu hiyo ndiyo itakuwa umoja, inaweza saidia na county pia waweze kusaidia upande wa security iende mpaka koteko huko light ya parapara upande awati atuwera kwa foreign huko. Wakazi hapa sasa wanatishia kufanya maandamano ya amani kushinikiza kuimarishwa kwa usalama katika mji huu, wakisema kuwa kilio chao kimepuuzwa kwa muda mrefu. Ni swala si mzuri, na onyo tena kwa serikali. Kama watu wanaendelea kufanya hivi, sisi kama wakazi wa Malaba tutatengeneza siku moja ya maandamano na kuhakikisha kwamba wale ambayo wahusika kwa serikali wamekuwa wameajibika wame, wame Jane Cherotich, runinga ya Citizen, kutoka mjini Malaba, kaunti ya Busia.